Uko kwa wananchi tufanye nao tulete mikopo ya asilimia kumi, ile asilimia nne wapewe wanawake nne wawe vijana na mbili wawe wenye ulemavu. Kwenye ule mama mjiunge kwenye vikundi ili mmoja akibia wengine tuwakamate au sio kwa sababu sana hiyo milioni mia nane ni nyingi, lakini msikurudisha, maana yake hata wale wengine tunashindwa kuwakuta. Lazima tukutane mkono Aliyejumpa niuko huko huko, jamani, ukingoja mm -hmm. chini utambia huko chini mm -hmm. unampandiaje juu? Anakushika mkono. o tunategemea nyinyi washike mkono wengine kwa, kwa kufanya nini? Marejesho basi. makofi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa niaba ya vikundi vyote tunatoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia kwa kuturejeshea tena mkopo huu wa asilimia kumi katika halmashauri zetu lakini tunatoa shukurani pia kwa halmashauri yetu ya Mpwapwa kwa kuvihudumia vikundi vyetu hadi leo kufikia hatua hii ambayo tunayo. Kwa maneno haya, pia napenda kuahidi kwa, kwa niaba ya vikundi vyote, tutakuwa waaminifu na tutarejesha mikopo hii kwa wakati ili na wenzetu pia waweze kunufaika na mikopo hii. <laughs>